Ni siku pekee sana ambayo umetupa Mungu, nimefurahi mno mno mno kuweza kutembelea dispensary ambayo inaitwa Ebeneza iliyopo Nduli karibu na airport ya Iringa. nimetembelea mahali hapa, nimefanikiwa kukutana na daktari mmoja na nitakuwa na mazungumzo naye kidogo. Karibuni sana watazamaji, majina yangu naitwa Happiness Michael. unaweza pia ukanifuatilia YouTube Uku kama bado haujasubscribe, karibu sana usubscribe pale ili uweze kupata matukio mengi na vitu vizuri sana kutoka kwa Happiness Michael. Karibuni sana sana sana daktari. Bwana Yesu asifiwe, amina. Karibu sana katika kipindi hiki leo, nimefurahi kutembelea mahali hapa. Karibu jitambulishe, unaitwa daktari nani? tukufahamu vizuri, karibu sana Nimefurahi wow, sana kupata nafasi nzuri ya na kuweza kuweza kutoa maelezo kwa habari ya kituo na namna yote ambayo utaniuliza. Kwa majina, naitwa naitwa daktari Maraka Given Lemwai, ni mfanyakazi katika kituo cha afya cha Ebeneza. Safi sana, wow, hiyo hospitali no, inaonekana mpya. Imeanzishwa lini? Hospitali imeanzishwa uh, tarehe kumi na tisa, mm. uh, tarehe kumi na tisa mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, ndio tulianza rasmi. Alikuja mkuu uh, wa uh, skofu mkuu wa TAG Barnabas, Barnabas mtoka mbali, na aliweza kufungua na tulikuwa, tulianza kazi rasmi tarehe ishirini na tatu, ndio tulianza kazi rasmi yeah. Kwao daktari, unataka kutuambia kwamba wanaojenga hii hospitali ni TAG? Mm, ndiyo ni uh, pamoja ni neseme kanisa la wateji pamoja na waumini wote, lakini pia na ushirika kutoka nchi za nje. wow, wow, yeah. Ongereni asante sana, hospitali ni nzuri, mazingira yanavutia. Mungu awabariki sana, asante sana na mimi. Watu majirani wa hapa wamepata huduma sasa yeah. uh, daktari tunaona mezani kwako kwa pia kuna Biblia. Unaweza ukatuambia kwa nini Biblia iko hapo mezani, na wewe ni daktari, tunategemea kwamba ungeweza wewe kuwahudumia tu wagonjwa kwa njia ya kuwatibu kama vile ulivyosomea? Ah, okay sawa, ni ni kuwa uh, sio wakati wote ninakuwa na wagonjwa hmm. Na wagonjwa ni kipaumbele changu lakini na uh, wakati ambao nakuwa mwenyewe sina ugonjwa na sina shughuli nyingine yoyote, kwa hiyo huwa ninaweza uh, weza kufungua Biblia na kuweza kumtafakari Mungu, kwa sababu hii ni taasisi ambayo wanajua <laughs> tuna, Mungu. Tunaomba daktari kidogo, tufungulie kwa maombi tuanze vizuri. Tariti sana sawasawa, basi tuna tumwombe Mungu. Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako, tunakushukuru kwa sababu ya fadhili zako. Hakika Mungu umekuwa mwaminifu kwetu, tumeendelea kuona upendo wako, tumeendelea kuona amani yako Bwana ikijidhihirisha katikati yetu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya wakati mzuri na kipindi kizuri ambacho umepata nafasi tuweze kujifunza mengi mambo tofauti tofauti. Baba, tunaalika uwepo wako na nguvu zako, Roho Mtakatifu uende ukatuongoze, uliyo mwalimu mwema. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amin. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo, daktari, unataka kutuambia hapa waliopo watu wote wafanyakazi <laughs> mm -hmm. uh, ni wameokoka? Swali hilo ilikuwa ni vizuri, of course angeweza kujibu mtu mmoja mmoja, lakini ni kuwa uh, wote wote tume- tumeokoka, ndivyo ambavyo unaweza kusema, lakini ni jambo la mtu mmoja mmoja, jambo la mtu mmoja mmoja mae navyokuona kama vile umekaa kama mchungaji, kwa nini ulisomea udaktari, haukwenda kusomea uchungaji? Sasa sasailaevi hapo. Sasa hayo ni maneno umesema wewe mm. Ila sizani kama ninaonekana kama mchungaji mm. Nijitahidi kukaa vizuri mm. Lakini uh, mimi ni daktari daktari kwa taaluma mm. Nimesoma udaktari nimemaliza udaktari Uh, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu katika chuo cha afya cha Mvumi, mm -hmm. uh, kule Dodoma. Kwa hiyo mimi sio mchungaji ahii <laughs> ni, ni, ni daktari okay. uh, tunaamini sio kila anayekuja hospitali shida yake ni matibabu ya kimwili. Je, yeah, akitokea amekuja mtu na wewe kama mtumishi wa Mungu pia ni daktari ukaona shida yake hii sio ya matibabu ya kibinadamu ya kimwili, unawezaje kumsaidia? Je, kuna msaada wa kiroho pia unaweza kuutoa, au unadili tu, kwa sababu mimi ni daktari nimesoma pale Mvumi, nitamtibu kutokana na kile nilichokisomea? Oh, wow, asante sana. Ni kuwa katika kituo chetu cha afya hapa Ebeneza, katika upande wa matibabu, anapokuja mgonjwa, kuna mambo matano makubwa ambayo tunayanga Jambo la kwanza tunaangalia mwili, tunatazama mwili wake, lakini jambo la pili tunaangalia akili, na jambo la tatu tunaangalia roho yake, na jambo la nne tunaangalia jamii, na jambo la mwisho tunaangalia maono. Ni vitu vitano ambavyo tunaviangalia. Kwa hiyo uh, sio wagonjwa wote ambao wanakuja wana changamoto tu katika mwili ila kuna wengine ambao wanakuja wanakuwa wanachangamoto katika akili au wengine wanakuwa wanachangamoto katika roho. Kwa hiyo katika kutibu tunatibu vitu vyote vitano mm -hmm. Na nitakapoweza kugundua kwamba jambo mgonjwa huyu, uh, shida yake ipo katika katika mambo haya matano, labda katika eneo la kiroho uh, Mungu huwa ni mwaminifu sana. Mara nyingi tuniseme kuwa Uh, shida ya kiroho maana yake uh, mtu roho ambayo imefarakana na Mungu haina amani, haina faraja, haina tumaini. Kwa faraja ambazo tumepewa kwa faraja ambayo mimi nimepata katika Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, ninaweza kuzungumza neno la faraja pia kwa mgonjwa na la, baadaye lakini pia tunaye mchungaji mchungaji ambaye anatolea anaitwa mchungaji Huruma. kwa hiyo uh, katika hali ya mgonjwa ninaweza ua uh, kumumka naye kama takua hali kwa maombi, pia naweza kumuunganisha na mchungaji. Lakini Mungu anatupa namna ya usemi pia mzuri uh, katika kuweza kutoa neno la faraja neno la tumaini ambalo linaweza kumwamisha kutoka lo moja kwenda nyingine. sana sana sana, nafanya vizuri. Je, umeokoka Dr. Baraka? Ndio, nimeokoka, nimeokoka tangu nilipokuwa shule ya msingi sana. Uh, kuna mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Macha, yuko hapa. Walikuwa na mkutano na nilikuwa mdogo sana, niliweza kuhudhuria ule mkutano, na nilipohudhuria mkutano ulikuwa ni tofauti sana, niliona Mungu akisema na mimi katika namna ya ajabu na, na pia niliona sina sababu ya kuendelea kuyazuiria maisha yangu japokuwa nilikuwa mtoto mdogo kwa hiyo niliweza kumwamini Yesu ya kuwa ndiye Kristo na Bwana na nikampa Yesu maisha yangu kwa hiyo tangu, eh, tangu tangu tangu hapo sijawahi kujuta kwa hiyo ninaona nimepata amani ya Mungu na furahi sana kuweza kuwa nimeokoka tangu nilipokuwa mtoto mdogo Ongera sana daktari. <laughs> Ni ajabu ukiona kijana kama wewe anasema ameokoka ile kweli kweli, ni jambo la kumshukuru sana Mungu yeah. Daktari, unaweza ukawambia nini? Kuna vijana huko mtaani, ukiwaambia habari ya neno la Mungu au kuokoka, wanaona kama ni ushamba au ni kitu mtu amechelewa sana. Wewe kama daktari unaweza kuambia nini wanaona wokovu ni ushamba? mm -hmm. uh... Kwa wale ambao wanaona wokovu ni ushamba, inaona kwamba pia kuna eneo katika namna ya elimu yao, haijalishi uh, labda ni malezi, haijalishi labda ni eh, namna ambavyo wamelelewa. Kuokoka ni kuwa na utukufu wa Yesu Kristo. Kuokoka ni ni zaidi ya kutenda tu mema. Kuokoka ni zaidi ya dini na inaenda mbali sana, mba ni kwamba ni kurejesha uhusiano uliopotea kati ya mwanadamu na Mungu. Mungu amekuja